Uhaini ndani ya Tanzania kwa sahivi sasa tunikita kwenye sheria za Tanzania na, na katiba ya Tanzania pamoja na kesi za Tanzania kuhusiana na uhaini. Uhaini hii ni kosa baina nchi au serikali ya nchi au serikali ya nchi fulani au serikali ya Tanzania kwa hiyo hili ni kosa baina ya nchi au serikali ya nchi fulani au serikali ya Tanzania. Maana yake hii ni kosa dhidi ya serikali, yani maana wewe mkosaji unafanya kosa dhidi ya serikali, lazima ihusishwe nchi ya serikali fulani. Kwa mfano sisi au mimi nafanya kosa dhidi ya serikali, kama hivyo kupindua serikali ya nchi husika kwa lazima nchi ihusishwe za kao na serikali lakini hauna nchi kwa hiyo kama hauna nchi mwananchi huwezi ili kosa likatendeka narudia kusema kuwa ili kosa la uhaini haliitendeki kwenye serikali ya Zanzibar kwa sababu Zanzibar sio nchi nchi ni jamhuri yamka Tanzania iwba Zanzibar. Hii kesi ilikuwa ni serikali ya mapinduzi dhidi ya Machano Khamis Ali na wenzake, ambao ni criminal application namba nane ya mwaka elfu mbili, Tanzania Court of Appeal namba moja. i kesi i ilifanyika Zanzibar. Uhaini ulitokea Zanzibar dhidi ya serikali ya Zanzibar, kwa hiyo nitakuja kuielezea mbeleni kwa sababu hii kesi ndio imeleta, imeleta nini ni uhaini, na uhaini unafanyika kwenye serikali gani kyan. Serikali gani inafanyika uhaini ndio kesi imezungumzia, ambao hawa waliotenda uhaini hakuweza kufungwa kwa sababu ni ngumu kuthibitisha uhaini kwenye sehemu ambapo hakuna nchi au kwenye serikali ambayo haina nchi ni ngumu kuthibitisha uhaini. Kwenye kosa letu la uhaini, moja kwa moja tutaenda kwenye kifungu cha 151 sub 5 au kifungu 151 kifungu kidogo cha tano cha mwenendo wa makosa ya jinai, kimombo wanapenda kusema Criminal Procedure Act, sio tunapo mwenendo, so ni mwenendo kwa Kiswahili, mwenendo wa makosa ya jinai ambao ni moja ya kosa ambalo halina dhamana. Hili kosa la uhaini ni kosa ambalo halina dhamana. Ukitokea kufanya kosa la uhaini, maana yake ee, wewe hutopata dhamana, maana yake utakaa ndani, utakaa rumande au mahabusu mpaka kesi yako itakapoisha. Mahabusu ni moja ya kosa ambalo halina dhamana pia sio kosa leo. Kuna makosa ya mauaji pia ni kosa ambalo hayana dhamana. Kwa hiyo ni moja hapo kosa ambalo lina dhamana kosa salamu. Kwa hiyo kwa ukitenda kosa la uhaini, uhaini usitegemee kwamba utakuwa nje kwa dhamana uke si yako tu endelea, hapana. Utakuwa ndani mahabusu au rumande mpaka kesi yako iishe, utakuwa unaletwa mahakamani na, na kurudishwa mahabusu. tutaangalia pia eza utakutwa na hatia au hautukutwa na hatia. Manake usipokutwa na hatia ndio utapata chansi ya kuwa ukikutwa, uh, uh, na hatia, manake hautupata chansi ya kuwa huu uh, manake utafungwa gerezani kwa sababu kosa la uhaini adhabu yake ni kifo. Yani kosa adhabu yake ni kifo, ukikuta na hatia utahukumiwa kifo. Na kama walikuwa unafuatilia kesi ya Tundu Lissu Niffer na Chivala hivi karibuni, umeona kwamba wale walishtakiwa na kesi ya uhaini. Kwa mfano, Tundu Antipas Lissu alishtakiwa na kesi ya uhaini au wamishtakiwa na kesi ya uhaini, kesi yake bado inaendelea mpaka sasa hivi, unaona dhamana ya yoyote ya kwenda kulaiani ya ya, hu ya kesi yake ikiwa inaendelea, maana yake kwamba inakusubitishia hili kosa halina dhamana. Na pia sio hivyo tu, ukiangalia wakina Niffer na Chivala kabla hawajaachiwa au hawajafutiwa mashtaka na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, ina maana walikuwa wanatokea gerezani au mahabusu au rumande na, na kuletwa mahakamani, ina maana shakuwa kwamba hii kesi haina dhamana za dhamana. kwa. Kwa dhamana na wengine wote ambao wameshtakiwa na kosa hili la uhaini hawajatoka kwa nje kwa. Dhamana dhamana kwa, dhamana. Kwa wewe inabidi utambue kuwa ukishtakiwa na kosa hili okay. la uhaini hautopata chansi ya kwenda kuendaa kwa kesi yako iishe usikute na hatia utapata chansi ya kwenda uraiani au mwendesha mashtaka afute shtaka lako, awe hana haja ya kuendelea na shtaka lako, kisheria tunaita nolle prosequi. Ina maana akuwa hana nia ya kuendelea na shtaka lako k, unakuta unaachiwa huru, hizo ni unaweza ukapata njia au ukapata nafuu ya kuenda